Chama kipya cha kisiasa kwa jina 47 Voices of Kenya Congress Party wakilitaja kuwa jukwaa mbadala la, wakilitaja kuwa jukwaa mbadala la kuwasilisha ajenda za vijana na jamii zilizotengwa. Viongozi hao wanasema hatua hiyo ni kilele cha safari ya miaka miwili ya kusaka usajili rasmi wa chama hicho. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa muda wa chama hicho Wycliffe Kamanda, chama hicho kimejengwa juu ya misingi ya uadilifu, ubunifu na ushirikishwaji wa kila Mkenya bila kujali asili au eneo analotoka. Chama hicho kinachobeba kauli mbiu sauti kila mahali kinatarajiwa kuanza harakati za usajili wa wanachama kote nchini kuanzia Julai 16. Nawaahidi kwamba 47 Voices will be a party that will reflect Kenyan leadership going forward. Nakawaya machache, nataka kushukuru viongozi wote, wana sauti popote walipo, the interim leadership of the party, popote walipo katika hii nchi yetu tuambie kwamba leo tumepata cheti chetu cha kutukubalia tuuze sera zetu na tuandikishe wanachama. Na siku ya leo tuna furaha kubwa kama wana sauti, sababu safari hii imekuwa ya maombi ili tukaweza kufanikisha doto letu. Sisi tumeapa kuwa tutaweza kulitumikia taifa letu la Kenya bila ubaguzi, ndiposa siku ya leo tuna furaha sana. Hatutaki tuongee mengi sana, but tunataka tuambie wananchi tunakuja kwenye ground every voices matter and this is the day we have just started a new political dawn in our nation's history one defined by courage hope and the bold spirit of young elders and young leaders determined to shape the future of this country the successful provisional registration of 47 voices of Kenya Congress Party is not just a legal milestone but also a historic breakthrough in the Kenyan political destiny the voice party is born out of clear and urgent need for transformative politics that puts people before power. Kila mahali. mahali. Kila mahali mtazamaji